Na mtazamaji, tukiendelea mbele na hizi taarifa zetu, ni kwamba mkutano wa mawaziri unaendelea leo kwa siku ya pili huku viongozi wa serikali wakipiga darubini ufanisi na changamoto ndani ya serikali. Hapo jana, Rais William Ruto alisema kuwa atahakikisha miradi ya maendeleo aliyoahidi inakamilika kabla ya muhula wake wa kwanza kukamilika. Rais akizungumza baada ya kufungua kikao cha baraza la mawaziri, amechambua kwa mapana ahadi za serikali yake zilipofikia. Ajenda ya kongamano hili la siku mbili ni kuangazia kupunguzwa kwa gharama ya maisha, kuangamiza njaa, nafasi za ajira, kuongeza idadi ya Wakenya wanaoweza kulipa ushuru na kuimarisha sarafu ya Kenya. Haya ni maswala ambayo serikali ya rais Ruto iliahidi wakati wa kampeni na baada ya kutaa utawala, lakini je, rais Ruto amefika malengo yake? The is that we overpromised. That is the, the accusation I often get, that we overpromised. But I want to tell you that we did not overpromise. We promised what is doable. Rais amewakosoa anaopinga sera zake akisema lengo lake ni kukamilisha ahadi zake katika muhula wa kwanza wala sio wa pili. Why waste the nation's time waiting for A second term, merely because you are working on difficult things. Why don't you finish the difficult things now? You know? If there is a second term, there is plenty of things to be done. Mkutano huu ni watatu kwa mawaziri na viongozi serikalini kufanyika chini ya utawala wa Rais Ruto. Mawaziri wakihamasishwa kuwajibika sekta muhimu kama vile kilimo, afya, biashara ndogo, teknolojia, nyumba na ubunifu wa uchumi kutoka kwenye mtandao na elimu mkutano huu pia unafanyika wakati ambapo serikali inapigwa darubini na baadhi ya wakenya kuhusu masuala ya usalama kufuatia mauaji ya mwalimu Albert Ojuang mikononi mwa polisi na kupigwa risasi kwa waandamanaji siku ya Jumanne pamoja na masuala yanayowakera vijana wa kizazi cha Gen Z